Naam ndugu zangu madereva, nataka leo au tunahitaji leo kuzungumzia swala la leseni la madereva. Nadhani wengi mmesikia kuhusu serikali kupitia jeshi la polisi likizungumzia mwezi wa nne, kila dereva awe na cheti na awe amejisajili kwenye mfumo wa kipolisi wa usajili, wanaita usajili, si cheti cha E, ni nani, nani barua ya uhakiki na mambo kadhaa ambayo tulishaainisha mwanzo kwamba mengi sio ya kisheria. Sheria ni leseni, lakini leo nina viongozi ambao tunaweza tukazungumzia haya kupitia e, nafasi hii tuliyopata kwa ajili ya kutoa mapendekezo au ushauri kwa jeshi la polisi. Shukrani. Na, eh, tuko hapa, yeah, na viongozi wenzangu viongozi, eh, hawa <coughs> ni viongozi wa madereva. Tuko eh, hapa na viongozi wenzangu hawa ni viongozi wa madereva kupitia vyama na taasisi mbalimbali, eh, kwa majina, anaitwa Rajabu Moshi Shabani lakini kuna kazia ambayo inaendelea, madereva wengi tukisikia wakilia kuhusu swala la leseni. Sasa e, nimkaribishe kiongozi wangu ajitambulishe, na, na pia alizungumzia hilo jambo la leseni liko vipi na limekaaje, kwa sababu nimepata mara, malalamiko mengi e, kiongozi wangu karibu, liko limekaaje hili jambo la leseni. E, nadhani hili swala tulishaye kulizungumzia kipindi cha nyuma, kuhusu leseni yako. Tulikuwa na leseni za vitabu, tukatembea mpaka sasa hivi tuna digital. Lakini nikisema digital sasa, digital imekuwa tena disaster kuipata ile leseni baada ya kumaliza muda. Imekuwa ni kipengele, kuna kusoma tena, kuna kuhakikiwa mara nyingine, lakini pia hayo mambo yote mimi naweza nikasema ni matamko tu, kwa sababu nina viongozi wenzangu wanaweza wakaelezea kuhusu leseni. Kuna chombo cha serikali ambacho ni nyaraka halali, lakini unapoenda kukisajili ukiwa na vyeti ambavyo umesoma kwenye vyuo halali kinakuwa tena kile chombo si halali, na ni katika department hizi hizi za serikali nikisema usafirishaji ni, ni wenzetu. <coughs> Jeshi la polisi, Wizara ya Mambo ya Ndani ni wenzetu lakini nisiongee sana kwa sababu viongozi tunao wanaoshughulika na haya, nikiwa kama mwenyekiti wa TAMATA na viongozi wenzangu ambao walishaanza kabla hatujapata usajili. Kwa hiyo nadhani wao wana nguvu kubwa ya kulizungumzia hili kutokana na ukubwa wake, kwa sababu hii ni disaster. Nchi nzima inaweza kukosa usafirishaji au huduma muhimu kwa sababu ya hili tu ambalo ni tamko au ni matamko ya watu fulani fulani ambao watakuja kuleta shida katika uchumi wa nchi yetu na viongozi. okay. Eh, wangu unasema una jambo hili, ni jambo mtambuka, unataka kuniambia huu, eh, msako ukianza wa kufuatilia haya mambo ya leseni na vyeti kiujumla linaweza likasababisha eh, uchumi wetu wa Tanzania kukoma ama kushuka ama kudidimia ama kupanda kwa asilimia themanini linaweza likasababishwa, kwa sababu asilimia 90 au niseme 80 ya Watanzania wengi madereva hawana vyeti ah. Ha, tuishie hapo hapo, ha, tuishie hapo hapo. Hmm. Nimkaribisha kiongozi wangu ha, aweze kutuambia na ku, na kudadavua ni kwa sababu gani madereva hawa wa Tanzania hawana vyeti? Ni ukaidi wao? Ni, ni kipi ambacho kinasababisha kutokuwa na vyeti? Na nyinyi na nyinyi kama vyama vya madereva mmefikia wapi ama mmelifanya e, vipi e, kusababisha hawa madereva ma, wa Kitanzania wapate vyeti ama kuna ugumu gani hapo katikati kutokupata hivi beti? Karibu. Asante kiongozi wangu, mimi naitwa Nelson Pinzile, hmm. uh, naibu katibu mkuu wa taasisi Timdi, hmm. uh, au Tanzania long distance, kisema hivyo itafahamika zaidi. Kwa hiyo sasa niende kwenye hoja kwamba miaka mingi iliyopita na na naamini wazee waliotutangulia watafahamu hili nalosema. yeah. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa na, na, na, na shughuli zake kupitia eh, kwa mfano Kagera Letco ilikuwa na Moletco ilikuwa na Lukwaretco, wale walikuwa ni na watumishi wa umma na na KCU mm. vitu kama hivyo misingi mm. ile ilikuwa imesimama vizuri sana hmm. na kulikuwa kuna uajiri umetokea wa wasaidizi, wote walikuwa wanakwenda katika misingi iliyo bora zaidi. Sasa ilipoingia sasa wawekezaji, misingi ikaharibika. Mimi niwaulizeni swali, kama misingi ikiharibika au kama misingi ikiharibiwa, mwenye haki atafanya nini? Mwenye haki atafanya nini? Hana cha kufanya, na ndio maana hata hii misheni inayotokea